Waaa, mwanangu. Ah, mwanangu. mwanangu. vipi? wapi? Tukae kwanza kidogo, nimechoka. Kwamba nimechomesha bana. Siku na si kuna kazi niliitiwa huko na kusinimaetiwa kwa kuku mwenye njaa. Eh. Kuku kuku mwenye njaa. Eh. Mama. Eh eh. Samanangu lipatokea. Ah. Mm. Au kuku kila nikimuuliza, kila nikienda kwa huyu kwa ndani mwewe, kila nikimuuliza, kila nikimuuliza muna majibu, kila namuuliza hora. Mimi nimechoka uh-huh. Kwa sababu majibu nimekosa. Kwa hiyo Oshape mamlaka ongea wung... uh -huh. na ndege sasa, ulipo ulipokuwa unaongea nao ulipo, alikupa majibu chofata. <laughs> Nikashika kuku moja, uh -huh. mpiga kichwa hivyo, nasika masikio watafumbuka, si wakaanza kunishambulia wananifukuza, tena opiga, uh -huh. mmoja, ndio wakaanza kunishambulia hao kuku tena. <laughs> Boya, binadamu na kuku, mm. asio kawaida, uh -huh. binadamu kamili. uh -huh. Unaongea na kuku so, so, baada ya kuongea wewe na ndio tena unaanza kunikechelia? Akili zako zinataka zikapimwe hizo milembe. Wewe sio mzima wewe, unawezaje kuongea na kuku? Wewe kiraisi raisi tu kapimwe milembe wewe. Utaongeaje? Utawezaje kuongea na kuku? Mimi nikajua unatembea na rafiki mzuri, kumbe unaongea na kuku wewe. Kuku wako kusikilize, mnaongeaje kwanza? Kwa mfano yanataka, sipati picha kama mlikuwa um, vipi? Anaona wewe ulikuwa kuku ndani Unaongea na kuku uh -huh. Kweli akili zimeisha uh -huh. Kijana, Bwana Yesu asifiwe. Samahani kidogo kijana, kwa ah, sababu ya kukuharibia muda wako. Kijana bana, nimekuona. Mimi ni nabii, nina maono ya kuona mtu shida alizonazo. Tulipopishana kijana, nimeona una shida kubwa mno hapo ulipo. Nimeona hapo huna kazi kweli, sio kweli? Kama unayoongea ni ukweli kabisa, sehemu naenda kutafuta kazi unanyimwa. Ni kweli. Sasa nataka nikufanyia maumbi, ili niweze kukutatulia shida ulizonazo nasi shida zitaisha kabisa, bila kuchelewa. Niko tayari kwa hayo maono mao. Asante ya Baba, mtasame huyu kijana huyu kulingana na shida alizo nazo, sio kupenda kwake Baba, bali ni watu wanamtengenezea. Sasa kwa siku ya leo Baba, kama ulivyosema kwamba ombaye naye hupewa apishaye naye hufunguliwa, Baba nami namfungua huyu siku ya leo Baba na, Baba namfungua siku ya leo wale wote wanaomsafaishia matatizo yashindwe kwa jina la Yesu Kristo, washindwe kwa jina la Yesu Kristo, washindwe kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa, kijana atakapoondoka hapa, kila sehemu atakaoenda kuomba kazi hawezi kupata baba, kile chochote sehemu kile nyayo zake takasokanyaga papa, hawezi kufanikiwa. Na uhitaji mamlaka ya pepo ambayo yanamsumbua yaweze kushindwa kupitia kwa jina la Yesu Kristo, yaweze kushindwa kupitia kwa jina la Yesu Kristo mkombozi si wetu uliyemleta kwa sababu ya kutukomboa asante Baba. Naomba nikiamini, najua kwamba haya machache niliyoyaomba yanaenda kufanya kazi kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Kijana sema amina. Amina. Amina. Sasa naamini kwamba kwa sasa, kwa haya maombi utaenda kufanikiwa na utaenda kupata kazi ah. Wale wote waliokuwa nakukataa watakuja kukutafuta, watakutafuta, watakuta wenyewe. Sasa kijana, naamini kwamba kuanzia sasa naamini ah, kwamba kijana, Mungu anaweza ah. ah. ah. ah. ah.